pishana mwenyewe mnmon anasema, hii flash inaweza kuwa na ukweli wote. Basi anarudi ofisini kwake, alichukua ile flash kumbuka, anarudi ofisini kwake, anaweka flash kwenye kompyuta video. Mara pa video inaonyesha mwanamke anayeonekana kuwa marehemu akiwa kwenye chumba cha giza kikubwa sana sio peke yake, inaonekana alikuwa akibembelezwa na mtu asiyeonekana sura. Yani maana kwamba mtu ule ambaye alikuwa naye anambembeleza alikuwa ameficha sura yake. Mchana alikuwa video kwanza, akajisemea subiri, hiyo sauti ni ya nani? Si Amisi kweli? Basi kabidi aongeze sauti tena ili asikie vizuri, ghafla picha tajiri mmoja maarufu mjini inaonekana akijificha usoni. Mchana, kwa mshangao aliokuwa nao mkubwa, akasema akataja jina lake kabisa, tajiri Mnyika. Basi baada ya kupata mshangao mkubwa hivyo, ikabidi akimbilie kwa tajiri, ikabidi akimbilie kwa nani? Kwa daktari wa uchunguzi. Basi alivyofika kwa daktari, mshana kabili amuulize yule daktari. Ulishawahi kuangalia alama za vidole kwenye mwili wa marehemu? Basi daktari anaiana, akamjibu, "Ndio, lakini kuna vidole havikutambulika kutokana na harufu ya kemikali, yaani maana kwamba vidole baada ya tukio vilivyopelekwa hospitali, daktari aligundua kwamba vile vidole vilikuwa vina harufu ya kemikali. Hivyo basi havikuweza kukamilika." Basi Mshana akabidi amji ni njia ya kuficha alama, lakini anajua kamera imemchukua. Basi Mshana kwa utaratibu, kwa upole, anarudi zake kituoni, anapanga tena mikakati, au sio bwana? Anapanga mikakati ya kuvizia ofisi ya tajiri Mnyika usiku. Basi anafanikiwa anaingia kwa siri. Baada ya kuingia pale, anakutana na shati lenye damu limefichwa na gloves zenye madoa ya damu. Basi kama yeye mpelelezi anachukua ushahidi huo na kuwasha simu ya marehemu aliyopata ofisini. Tena simu yenyewe ina voice note. Voice note yenyewe inasema, mnyika ananitisha mni kananitisha, nisipokubali, anasema atanimaliza, atanimaliza mimi, atanimaliza jamani. Basi mchana kielezo kamili akakipata, na ndipo akasema huu ndio ushahidi wa mwisho. Je, unaweza je, unajua nini kinaendelea katika sehemu inayofuata. Usiondoke, baki nami.